Nilishindwa kulia kabisa, nilibaki yani tu, sielewi yani. Mimi watu wananifuata, wananiambia Fred kafa, mimi naona tu yani, yani naongea kweli, kama Fred ataamka tu tu, kwa kwa hiyo hata yani, sababu ni kumposti, sijamposti yani, kwa sababu ni uongo, kwa hiyo nilikuwa sina ta nguvu za kumposti, siwezi siwezi, kwa hiyo

redi ni msanii ambaye nyota yake ilianza kuwaka sana lakini pia amekuja kuwaka kwenye tamthilia ambayo mmecheza pamoja, na anaonyesha jinsi gani ambavyo alikuwa ni kijana mwenye talent kubwa. Kwa upande wake nataka tu ni kuhakikishia kitu kimoja kwa raha furaha niliyokuwa nayo kusema ukweli, ile tatizo sikuliona pale kabla ya ndoa. Baada, sasa, baada ya siku mbili ndo naanza ku review nasema, eh hivi kumbe hawakuja, ndo unaanza kujiuliza. Lakini pale siku hata na moja nilikuwa na mume wangu tu, yani yani, nilikuwa na mume wangu tu, nisikufiche yani sioni kiumbe chochote, si mweusi si mweupe si mfupi si mrefu si mnene si mwembamba, sikuwaona nilikuja kuwaona baada ya harusi kwa sababu pale niko na monarichi tu. Tukwa kuangalia wanawake wawili, Irene Uwoya na Wolper. Hao ni wanawake, ukiwaangalia vizuri utagundua ni wanawake ambao wanapata shida sana kusikia hisia, yaani hata ukiangalia body language yao hawafili hisia hawa katika kiwango ambacho ni kikubwa. Kwa hiyo hata ukiwa nao kwenye mahusiano, wanawake wenye mtindo huu au wenye muonekano huu, mara nyingi usije ukatarajia sana kuwa ni watu wa hisia hisia sana, wa kusikia, wa kukuonea huruma, wa kunini, wa kufeel the way unavyofeel. Usitarajie sana kwa muonekano huu, angalia jinsi walivyo. Yani wanapata shida sana, kama hapo umemwona Uwoya anapata shida sana ku kufili ile hisia, yani anajaribu anajaribu ku yani anajaribu, anajaribu, ku, ku, ku figure out, yani anajaribu kupiga mahesabu kwamba hisia za maumivu au za mtu kufiwa zinakuwaje. Yani anajaribu kupiga hesabu kwa akili, alafu anajaribu ku mimic, yani kuigiza ile feeling kwamba hivi mtu akiwa amefiwa, akiwa anaumia, aga najisikiaje. Anajua kabisa kwamba huyu mtu kanitoka, lakini zile feeling za maumivu au za nani ziko mbali sana, ndio maana anapata shida. Mimi simlaumu au kusema kwamba labda alikuwa hampendi huyo mtu au ni... hapana, ni jinsi alivyoumbwa, anapata shida sana kufeel, yani, kufeel vitu. Kwa hiyo wewe mtu wa kawaida ambaye ni empathy au mtu mwenye hisia yani za karibu, unaweza ukamuona kama Irene ana matatizo au Irene, yani, alikuwa labda anamchukia huyo mtu au Irene alikuwa ana ana nani anabifu naye huyu mtu, lakini hapana, ni jinsi tu alivyo, yani alivyoumbwa. Hisia zake ziko mbali, yani haja connect, yani kukonekti na hisia, hapana, yuko mbali. Kwa hiyo huyu, mara nyingi, wanawake wa hivi, au hata mwanaume, kuna wanaume wako hivi pia hao watu kwenye mambo ya yanayotumia akili, wao wanakuwa vizuri sana, wanafaa kuwa ma manager, wanafaa kuwa ma director, zile zile kazi ambazo zinahitaji kutumia sana akili ambazo hazihitaji sana kutumia hisia, hao watu ndio wanafaa. Ndio maana unakuta mara nyingi wanawake wa style wanakuwa na shika position za juu, sababu hawasio ni watu wa hisia sana, kwa mambo yao mengi wanakuwa wanayafanikisha. Ndio maana unaona style kama hiyo, hata ukimwangalia Wolper Wolper anapata shida sana kuonyesha hisia. Ndio maana ukimwangalia Wolper uso wake unamuona, yani ni kama na uso fulani hivi, naweza nikamtolea mfano. Huyu ni muonekano mzuri sana wa sociopath au psychopath. Wana muonekano huo, wanapata shida sana kufili hisia. Kwa hiyo ili Wolper aweze kuonyesha hisia lazima angalie, a copy, a mimic watu wakiwa na hisia fulani, waga wana muonekano gani? Lakini yeye mwenyewe hazi hana zile hisia genuine. Ndio maana unamuona yani ukiangalia body language yake, uso wake, uso wake na vitu anavyoongea viendani anaposema nilikuwa ni nasikia furaha sana yani, tulitarajia kuona smile au sense of feeling of joy, lakini unaona inaenda kama indirect. Mwili wako uso wake uonyeshi hiyo furaha ilikuwa naisikia. Irene, wewe ukimwangalia ni hivyo hivyo, unamwona anapata shida sana kupata ile feelings ya maumivu ya msiba. Ndio maana watu wengi wakiangalia hiyo clip, utaona chini wamecomment kwamba mbona umetoa macho hivyo? Sio anatoa macho, ni anajaribu kuitafuta hiyo feelings ya maumivu. Umeona hata Ma machozi, unakuta analia lakini machozi hayatoke. Kwao anaijua kwa, kwa akili tu, lakini the way we feel. Na hata ukiangalia hiyo interview mwanzoni tu hapo alisema kwamba nilikuwa sisi, yani nilikuwa siamini, nilikuwa sisikii, yani kuna jinsi fulani hawezi kuconnect kwa watu kama hao, wapo walosi, wala usiwalaumu. Wengine ndio wanakuwa wamezaliwa hivyo ana kama au psychopath, au wengine wanakuwa ni sociopath kutokana na matukio ambayo yamewapiga mewa, ya hisa katika ukuaji au katika maisha, yani zile feelings zime hisia zimekuwa zimepungua sana. Kwa hiyo anakuwa mara nyingi sio kwa anapata shida sana ukimwangalia, ukiangalia hata kwenye interview zao nyingi, utamgundua kwamba Irene Uwoya na Jackline Wolper huwa anapata shida sana kuonyesha feelings Yani, body language yao na muonekano na na, vile vitu wanaweza kawa wanaongea, wana maneno mazuri lakini hamna, yani ha, hayana backup ya feelings, ya emotion. Ukiwa na mwanamke kama huyu kwenye mahusiano usije ukatarajia kwamba eti atakuwa ni mwanamke fulani wa malavidavi, si mapenzi penzi, si nini, mkumbatiane, mshikanishikane mbele za watu yani, utakuwa unamtesa mwenzako. Kwao wanawake mara nyingi wanakuaga ni wanawake wa kazi kazi zaidi. Na hata mahusiano hawa yapagi uzito ule unaofikiria wewe kwamba eti anaweza labda akaona hela mwanaume, sehemu fulani ana hela, eti akatulia na wewe kwa sababu eti anakupenda na ma feeling feel. Yani wanawake wale ma feelings, kwenye hao wanawake wawili usitarajie Wolper na Uwoya, usitarajie kabisa, kwa sababu body language yao n, yani, muonekano tu. Ukishamuona mwanamke wa type hii kama demo wako ana muonekano wa hivi wa style hii usitarajie.